Kwa mwongozo huu ambao sasa tumeweka thamani ya ardhi. Zamani thamani ilikuwa ni kile kilicho juu ya ardhi, kama ni nyumba au, au labda ni mazao, mimea. Sasa hivi ardhi yenyewe imepewa thamani, kwa hiyo maana yake ni kwamba tutaweza kutoa e, e, fidia yenye uhalisia lakini hatuwezi kuendelea kuwapa watu fidia ambao hawastahili. Ukijenga kwenye hifadhi ya barabara, hatutokulipa fidia. Lazima uwache ile nafasi ambayo umeambiwa uwache. Ukienda kujenga pale, hatuwezi kukulipa fidia kwa sababu hatutoweza. Sasa hivi tunavyozungumza, kuna barabara tunazozijenga, ile fidia ni kubwa kuliko hizo barabara tunazo hili hii hi, hi hatuwezi kuendelea nayo. Hivyo, tutaendelea kulipa fidia kwa wenye haki, wenye kustahili. Wale ambao tumezitaka ardhi zao kuleta miradi ya maendeleo tutawalipa, lakini wale ambao wamevamia kwenye hifadhi za barabara na kwingineko ambako hawastahili, kwenye viwanja vya wazi, kwenye mashamba ya serikali, hao tunawaeleza kabisa kwamba hatutolipa fidia kama huna vibali stahili.